Naitwa Riki Stephen Kaduri, eh, ni mkuu wa idara ya kilimo mifugo na uvuvi Halmashauri ya mji wa Bunda. Ah, leo tuna zoezi muhimu sana kwenye idara yetu ambalo at least inatokea mara moja kwa kila mwaka eh, huwa tuna utaratibu kwamba kabla mwaka haujaisha lazima tuwe na kikao kazi. Kikao kazi chetu ni kwamba tunakuwa na vikao vya idara kila mwezi lakini tukisema kikao kazi na maana kikao cha mwezi huo huwa tunafanyia kwenye site. E, 3, kwenye kata wapo, e, kikao, e, tuna kata zetu kumi na tatu kwa hiyo tunachagua kata mojawapo mwaka mzima. Kwa hiyo, kwa mfano tuna zoezi e, e, la chanjo tuna zoezi la kuvisha hereni ndio angalau leo tuweze kuonyeshana kama nilivyosema, e, kwenye dara yetu ina sekshoni tatu: kuna kilimo, mifugo na uvuvi. Sasa iwezekana mtu wa mifugo anafanya jambo ambalo wa uvuvi au wa kilimo halifahamu, kwa hiyo tunapita pamoja tunaonyeshana anachofanya mtu mwingine, lakini pia tuna kazi za kilimo. Bahati nzuri tuna washirika wetu ambao ni Bufadeso, lakini pia tuna wenzetu wa kanisa la African Inland Church of Tanzania ambao ni AICT. Wana mradi wao kwa hiyo nao pia tulikuwa nao leo ambapo tunashirikiana nao. Eneo ambalo tumetembelea kwa wenzetu wa Bufadeso, wana vitalu vya miti lakini wana ufugaji wa nguruwe e, lakini pia na wenyewe wana hifadhi ardhi. Lakini kwa wenzetu wa AICT na wenyewe wana mazao funika, hii ni hifadhi ardhi pia kwao. Tumetembelea maeneo hayo yote, kwa sababu tunashirikiana nao katika kuyafanya e, na wale ambao wanaitwa wakulima wawezeshaji huwa tunawafundisha sisi watu wa halmashauri.